Katika enzi za kale, katika mji mkuu wa Babeli uliojaa fahari, alipatikana kijana mmoja aliyeitwa Danieli, kijana wa Kiyahudi aliyekuwa amechukuliwa mateka kutoka nchi ya Yuda. Licha ya kuwa mbali na nyumbani na kuishi katika nchi ya wageni, Danieli alikuwa na kitu cha kipekee. Alikuwa na akili ya ajabu, moyo wa unyenyekevu na imani isiyotikisika kwa Mungu wa kweli. Alisimama imara katika imani yake hata mbele ya wafalme wakubwa wa mataifa ya dunia. Alikuwa si tu mtaalamu wa ndoto na maono, bali pia aliishi maisha ya unyenyekevu na maombi, maisha ambayo yalimweka juu zaidi ya wote waliomzunguka. Kila hatua aliyochukua ilikuwa kama hadithi inayotazamwa na dunia, kutoka kwa kijana mateka hadi mshauri mkuu wa wafalme wa dunia. Safari ya Danieli si hadithi ya kale tu, bali ni mwanga unaoangaza giza la hofu, hila na majaribu katika maisha ya kila siku. Karibu kwenye simulizi hii ya kusisimua na ya kushangaza, hadithi ya imani, uaminifu na ushindi dhidi ya kila hila ya adui. Mara tu walipofikishwa Babeli, Danieli pamoja na wenzake watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego walichaguliwa kuingia kwenye mafunzo maalum ya kifalme. Walikuwa vijana wenye sura nzuri, akili ya haraka na uwezo wa kujifunza. Waliamriwa wale chakula cha kifalme na wanywe divai ya mfalme. Lakini Danieli hakuwa tayari kujichafua na chakula kilichotolewa kwa sanamu. Akaomba ale mboga na anywe maji tu. Afisa wa kifalme akahofu, nikiwaruhusu msile chakula cha mfalme na mkapungua mwilini, nitahukumiwa. Lakini Danieli kwa hekima na heshima akaomba majaribio ya siku kumi. Baada ya siku kumi, walionekana wenye afya zaidi kuliko wale waliokula chakula cha kifalme. Hapo ndipo Mungu akaanza kuwatangaza. Walipewa maarifa, hekima na Danieli akapewa uwezo wa kuelewa ndoto na maono ya kila aina. Mfalme Nebukadreza aliota ndoto iliyoitetemesha roho yake. Akaita wachawi, waganga na washauri, lakini hakuna aliyekuwa na uwezo wa kueleza ndoto hiyo wala maana yake. Akasema, "Niambieni ndoto yenyewe pamoja na tafsiri yake, la sivyo nitawaua." Hofu ikatanda katika himaya nzima. Danieli alipopata habari hiyo, akaenda kwa rafiki zake na wakamwomba Mungu wa mbinguni awape siri ya ndoto hiyo. Usiku huo maono yakamjia Danieli. Asubuhi akaenda kwa mfalme. "Usiogope, kuna Mungu wa mbinguni afunuae siri." Akamwambia mfalme ndoto yake ya sanamu kubwa yenye kichwa cha dhahabu, kifua cha fedha, tumbo la shaba, miguu ya chuma na udongo, na jiwe lililo katika bila mikono ya mtu likaiangusha. Mfalme akasujudu mbele ya Danieli akasema, "Hakika Mungu wako ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme." Danieli akapandishwa cheo na wenzake wakapewa mamlaka juu ya mikoa. Lakini baadaye mfalme akajenga sanamu kubwa ya dhahabu na kuamuru watu wote wayabudu. Lakini Shadraka, Meshaki na Abednego walikataa kuinama. Waliletwa mbele ya mfalme na wakaambiwa, ikiwa hamtasujudu, mtatupwa kwenye tanuru la moto. Wakasema, Mungu wetu anaweza kutuokoa. Lakini hata asipotutoa hatutasujudu. Wakatupwa kwenye tanuru la moto iliyowashwa mara saba zaidi, lakini ajabu ikatokea: moto haukuwateketeza na ndani ya moto kulionekana mtu wa nne mwenye mwonekano kama wa mwana wa Mungu. Mfalme akasema watoke, hakuna hata nywele zao zilizochomeka. Baada ya Nebukadreza, akatawala mfalme Dario. Danieli akawa mmoja wa viongozi wakuu, na kutokana na uaminifu wake alitofautiana na wengine. Hivyo maadui wake wakapanga njama, wakamsihi mfalme kutoa amri kwamba kwa siku thelathini hakuna mtu atakayeomba kwa Mungu yeyote isipokuwa kwa mfalme. Danieli aliposikia hakuacha maombi, mara tatu kwa siku akaelekea Yerusalemu, akapiga magoti na kuomba kama kawaida. Walimkamata, wakampeleka kwa mfalme. Dario akahuzunika sana, lakini sheria ya Wamedi na Waajemi haikubadilishwa. Danieli akatupwa kwenye tundu la simba. Usiku mzima mfalme hakulala. Alfajiri akaenda kwa haraka kwenye tundu. Danieli, Je, Mungu wako aliyemtumikia bila kuacha ameweza kukuokoa? Sauti ya Danieli ikasikika, hi Mungu alituma malaika wake na simba hawakunidhuru. Mfalme akafurahi, akatoa amri Danieli atolewe. Wale waliopanga njama dhidi yake wakatupwa kwenye tundu na simba waliwararua mara moja. Katika mwaka wa kwanza wa utawala wa mfalme Belshaza, Danieli aliota ndoto usiku akiwa kitandani mwake. Katika ndoto hiyo, Danieli akaona upepo ukivuma kwa nguvu katika bahari kuu, na wanyama wanne wa ajabu wakatokea kutoka baharini, kila mmoja akiwa tofauti na mwenzake. Wa kwanza alikuwa kama simba, lakini alikuwa na mabawa kama ya tai alinyanyuliwa kutoka ardhini na kusimama kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa mwanadamu. Wa pili alikuwa kama dubu, aliinuliwa upande mmoja, akiwa na mbavu tatu kinywani mwake, alimwamrishwa aisimama kula nyama nyingi. Wa tatu alikuwa kama chui mwenye mabawa manne na vichwa vinne, alipokea mamlaka. Lakini wa nne alikuwa wa kutisha zaidi, mnyama mwenye nguvu sana, mwenye meno ya chuma aliharibu kila kitu na kupondaponda. Alikuwa na pembe kumi na pembe moja ndogo ikatokea, ikiangusha tatu. Pembe hii ndogo ilikuwa na macho kama ya mwanadamu na mdomo uliosema maneno ya majivuno. Danieli alitazama hadi kiti cha enzi kikawekwa, na Mzee wa Siku akaketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele zake kama sufu safi. Moto ukatoka mbele zake, vitabu vikafunguliwa. Danieli akaona kama yule mnyama wa mwisho akauawa na mamlaka yake yakakatwa. Kisha akamwona mmoja aliyefanana na mwana wa Adamu akiletewa mbele ya mzee wa siku, akapewa mamlaka ya milele juu ya mataifa yote. Danieli akavurugwa sana rohoni, akataka kuelewa maana ya haya maono. Akaambiwa wanyama wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Lakini watakatifu wa aliye juu wataupokea ufalme na kuumiliki milele. Kitabu cha Danieli sura ya saba mstari wa moja e ishirini na nane. Maono ya kondoo na beberu e, kitabu cha Danieli sura ya nane mstari wa moja hadi ishirini na saba. Katika mwaka wa tatu wa utawala wa mfalme Belshaza, Danieli akaona maono mengine. Akaona kondoo mwenye pembe mbili, mmoja mrefu kuliko mwingine, akiangusha kila kitu mbele yake. Huyu alisimamia uajemi na umedi. Kisha beberu mwenye pembe moja kubwa sana akatokea kutoka magharibi kwa kasi kubwa, akamshambulia kondoo, akamponda na kumwangusha chini. Huyu alikuwa Uyunani, na pembe moja kubwa iliwakilisha aletanda Mkuu. Baadaye pembe hiyo ilivunjika, na pembe nne zikatokea mahali pake. Kati ya hizo pembe ndogo ikaibuka, ikakuwa na kujivuna hata kufikia jeshi la mbinguni ilimkufuru Mungu, ikaondoa sadaka ya kila siku na ikajitukuza juu ya patakatifu pa Mungu. Danieli akasikia sauti ikisema, maono haya yatachukua siku 2300 kisha patakatifu patatakaswa. Danieli akavunjika moyo, akazimia na akaugua kwa siku kadhaa. Hakuelewa maono hayo, lakini aliyaweka moyoni. Kitabu cha Danieli sura ya nane, mstari wa moja ishirini na saba. Maombi na maono ya malaika Gabrieli. I, e, kitabu cha Danieli sura ya tisa mstari wa moja hadi ishirini na saba. Katika mwaka wa kwanza wa Dario, Danieli alitafakari maandiko na kugundua kuwa ukamilifu wa miaka ya ukiwa wa Yerusalemu ni miaka sabini kama alivyoandika nabii Yeremia. Akaelekeza uso wake kwa Mungu, akaomba kwa kufunga, mavazi ya magunia na majivu. Akaomba kwa unyenyekevu e, hey, Bwana, tumekosa, tumetenda dhambi, hatukutii sauti yako, uturehemu kwa jina lako. Wakati bado anaomba, malaika Gabrieli akamjia kwa upesi, akamwambia Danieli, nimekuja kukuonyesha ufahamu. Sababu ya maombi yako ni upendo mkubwa wa Mungu kwako Gabrieli akamweleza kuhusu majuma sabini yaliyoamriwa kwa watu wa Israeli na mji mtakatifu, ili kumaliza maasi, kuleta haki ya milele na kumpaka mafuta yule aliye mtakatifu. Akaeleza kuhusu ujio wa Masihi, kifo chake na uharibifu wa mji mtakatifu. Hili lilikuwa fumbo kubwa lenye maana ya kihistoria na kinabii, lililoonyesha jinsi Mungu alivyo na mpango wa wokovu kwa watu wake. Kitabu cha Danieli sura ya tisa mstari wa moja i ishirini na saba. Maono ya mapambano ya kiroho i kitabu cha Danieli sura ya kumi hadi kumi na moja. Katika mwaka wa tatu wa Koreshi mfalme wa Uajemi, Danieli alipokea ufunuo mwingine kutoka kwa Mungu. Alikuwa amefunga kwa majuma matatu, hakula chakula kitamu wala hakujipaka mafuta, akilia mbele za Mungu. Alihitaji kuelewa maono hayo ya ajabu. Katika siku ya 24 ya mwezi wa kwanza, Danieli alipokuwa kando ya mto mkubwa uitwao Hidekeli, alitazama juu na kumwona mtu mmoja akiwa amevaa nguo za kitani. Kiunoni mwake kulikuwa na dhahabu safi ya Ufazi. Uso wake ulimeremeta kama umeme, macho yake yalikuwa kama miali ya moto, na sauti yake ilisikika kama ya umati mkubwa. Danieli alianguka kifudifudi akazimia. Kisha yule mtu akambusa na kusema, usiogope Danieli, tangu siku ya kwanza ulipoanza kutafuta ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu, maneno yako yalisikiwa. Lakini akaeleza ya kuwa alizuiliwa na e, mkuu wa Uajemi kwa siku 21 mpaka Mikaeli, mmoja wa wakuu wa mbinguni, alikuja kumsaidia. Hapa ndipo Danieli alielewa kuwa vita vya kiroho huathiri mambo ya ulimwengu wa kawaida. Kitabu cha Danieli sura ya kumi mstari wa moja e ishirini na moja malaika huyo akaanza kumweleza mambo yatakayokuja, e mfululizo wa wafalme na vita vitakavyotokea kati ya mfalme wa kaskazini na mfalme wa kusini. Akaeleza juu ya uinukaji wa mfalme mmoja mwenye kiburi atakayekufuru jina la Mungu na kutesa watakatifu kwa muda fulani, lakini mwisho wake utakuwa wa ghafula. Kitabu cha Danieli sura ya 11 mstari wa 1:45 ufufuo wa wafu na mwisho wa nyakati, i e, kitabu cha Danieli sura ya kumi na mbili. Kisha tukaja kwenye sehemu ya mwisho ya ufunuo huu wa ajabu. Malaika akasema e, wakati huo Mikaeli atasimama, mkuu mkubwa anayewalinda watu wako. Kutakuwa na wakati wa taabu ambao haujawahi kutokea tangu mataifa yalipoanza, lakini watu wa Mungu wote waliopatikana kuandikwa katika kitabu wataokolewa. Ni wengi wa wale waliolala mavumbini watafufuka, wengine kwa uzima wa milele, wengine kwa fedheha na aibu ya milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na wale wanaoongoza wengi kwenye haki watang'aa kama nyota milele na milele. Kitabu cha Danieli sura ya kumi na mbili mstari wa moja e tatu. Danieli akaambiwa afunge maneno haya na kuyatia muhuri hadi wakati wa mwisho ataona nyakati zikibadilika na wengi watazidi kujifunza na maarifa yataongezeka. Lakini bado Danieli hakuelewa kikamilifu. Akauliza, mambo haya yatakoma lini? Akaambiwa, kutakuwa na siku 1290 tangu sadaka ya kila siku itakapositishwa, na heri mtu atakayesubiri na kufikia siku 1335 Kitabu cha Danieli, Danieli sura ya kumi na mbili mstari wa nne a kumi na tatu Na mwisho wa yote, Danieli akaambiwa e, enda zako mpaka mwisho, nawe utapumzika na kusimama tena mwisho wa siku zako. Hadithi ya Danieli si tu simulizi ya kihistoria bali ni mwito wa kiroho kwa kila muumini leo. Danieli alikuwa kijana aliyeishi katika dunia ya kipagani lakini hakuwahi kusaliti imani yake kwa Mungu wa kweli alikuwa mtu wa maombi, mtu wa maono na mtu wa msimamo thabiti. Katika ulimwengu wa leo ambapo maadili yanazidi kupungua, Danieli anatufundisha kuwa he, inawezekana kusimama na Mungu hata ukizingirwa na shinikizo la dunia. Maombi ni silaha yenye nguvu inayovunja minyororo ya adui. Uaminifu kwa Mungu huleta kibali, hekima na heshima hata mbele ya wakuu. Mungu hasahau watu wake, eh, huwaokoa katika mashimo ya simba, moto wa mateso na hila za watesi. Maono ya Danieli hutufundisha kuwa dunia hii ina mwisho na Mungu ndiye anayeongoza historia ya mataifa. Kanisa la leo linahitaji kizazi cha Danieli, vijana na wakubwa wanaomcha Mungu wasioyumba wala kuinama kwa sanamu za kisasa kama pesa, kiburi au tamaa. Danieli alifunga, akaomba, akasimama imara, e, na Mungu alimtumia kuleta nuru katikati ya giza. Je, na wewe uko tayari kuwa kama Danieli? Kama umebarikiwa na simulizi hii ya ajabu ya Danieli, tupendelee andika kwenye sehemu ya maoni somo gani umejifunza, na usisahau kujiunga nasi kwa kubonyeza kitufe cha subscribe ili upokee simulizi zaidi za Biblia zenye mguso wa kiroho, mafunzo, na maono mpaka wakati mwingine, endelea kuwa mwaminifu kama Danieli. Shalom.